Hello wapendwa, nimekuja kwenu na leo na mada nataka tuzungumzie. Wa ndugu zangu, nataka niwaambie kwamba dunia hii tunayoishi, binadamu wana mambo mengi sana, na nataka nikuambie siku ya leo ni kwamba, ndugu yangu, unapoishi na watu na wanakosa kukuamini kipindi bado uko chini, usiwezi kuwahusisha kipindi utakuwa umeinuka. Ndugu yangu, maana watu wengi kipindi bado unaangaika, kipindi bado unajitafuta, huwa wanakuona ufai kabisa, na wengine hawataki kukusogelea, na tu unapowaomba mashauri hawataki kukupa mashauri ambayo yanaweza akakusaidia ili uweze kupiga hatua mbele. Na watu kama hao ndugu yangu, pale unapofikia kuinuka, hakuna haja ya kuweza kuwahusisha kwenye mambo yako, ni lazima peke yako uweze kusonga mbele na hiyo itakuwa funzo kwao. Maana pale utakuwa umeinuka wewe, na watakuja kukumbuka kipindi kile walikutenga, walikuona ufai, wengine hata uliwasogelea, hawakutaka kukusikilizia kabisa. Lakini nataka nikwambie ndugu yangu, pale utakapoinuka wewe, waone kwa mbali tu, na usiweze kuwafikiria vibaya, hapana. Maana dunia tunayoishi kuna baadhi ya watu unaweza ukawasogelea na ukakataa kuja karibu yako, na siku ile unapoinuka wewe, wanatamani sasa wakusogelee. Ni lazima waambie kwamba muda bado wa mimi kuweza kurudi huko nilikotoka tena. Naomba niweze kupata muda wangu wa kuweza kusonga mbele, na utapiga hatua mbele ndugu yangu, na moyo wako utakuwa umerizika, na watajua kwamba mtu huyu tulimwacha, alihitaji msaada wetu, tulimtupilia mbali alipokuwa anahangaika. Kuna mtu kabisa ni mjali, na leo amekuwa juu, ana haki kutoka kutuhusisha katika mambo yake yote anayoyafanya. Na dunia iko hivyo, wandugu zangu, ndiyo. Kuna baadhi wanaweza kusema ani wandugu zako, ni lazima uelewe. Wengine watasema ni rafiki, ni lazima umwelewe, lakini kipindi wewe bado unahangaika bado uko chini, hawakukuamini kwa nini? Sasa uwahusishe kipindi umekuwa juu? Ni lazima kila mtu ajue nafasi yake, na ni lazima uelewe kwa kichako kwamba mtu ni mtu, hawe ana mali, hawe maskini, hawe hata anahangaika. Na anapokusogelea ni lazima umsikilizie kwanza, na pale unapomtenga wewe unakuwa umsaidii kabisa. Na huyo mtu Mungu akimwezesha kuinuka, ana haki ya kukutenga wewe, ana haki ya kutokukuhusisha katika mambo yake kabisa. Na kama unaamini kwamba ndugu yangu, ndugu wala rafiki asipokuamini wewe kipindi bado uko chini, hakuna haja ya kumuhusisha katika mambo yako pale umekwisha kuwa juu. Weka maoni yako hapo na tuwezi kuisikia. Asante sana na Mungu ataenda kutubariki wote. Amena.